Theni mnatengeneza mwelekeo ili muweze kutoka hapo mlipo mlipo mlipo mlipofika. E, kwa hiyo kwenye kikao chetu wenzetu wamekuja na mambo manne ya yeah. Wenzetu wamekuja na mambo manne ambayo sisi kama bodi kama secretariat, e, tuna wajibu e, ya kupokea na kuyachakata. Yeah, sio kupokea tu, tunapokea na kuyachakata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 tuliokuwa nao wa usimamizi na uendeshaji wa ligi, haya mambo yote manne, ukiondoa hili jambo moja la kwanza ambalo liko ndani ya uwezo ya